Karibuni sana katika kipindi chetu bora cha ijua ya afya yako. Leo tutazungumzia kiungo muhimu sana katika mwili wa binadamu kiungo kinachoweza kusababisha kuweza kutembea, kukaa kitako, kufanya movement zako za kawaida, pamoja na kupata mfumo wako wa hisia katika mwili <coughs> na sio chengine bali ni uti wa mgongo. Watu wenye madhara, watu wengi wenye madhara tatizo hili hawajui lina dalili gani na jinsi gani ya kulitibu. Kwanza kabisa, uti wa mgongo una maana mbili. Ya mwanzo ni mrija, yani spinal cord, mrija ambao unachukua taarifa kutoka katika mwili kupeleka katika ubongo, na kutoka katika ubongo kupeleka katika mwili sehemu husika. pia uti wa mgongo ni pingili pingili ambazo zipo 32 isipokuwa watu kuanzia miaka 45 na kuendelea wanao uwezo wa kuwa na pingili 33, 34 kwa sababu zinautea. Pia uti wa mgongo umejigawa katika sehemu kuu zake tano ambazo ya kwanza ni sehemu ya cervical. sehemu hii ina pingili saba. Tano unao uwezo wa kuzigusa, ila mbili zipo zimejificha, zipo chini ya medula sehemu hii ya cervical ikipata athari yoyote, aidha kuvimba ama pingili kubana, utahisi maumivu maeneo ya mbele ya shingo, nyuma ya shingo na mwanzoni mwa mabega. Sehemu ya pili ni sehemu ya thoracic. Hii inaita ni uti wa wa kifua. Sehemu hii ina pingili kumi na mbili na vile vile pingili hii sehemu hii ikipata athari, utahisi maumivu maeneo ya mbavu, mikono pamoja na kifua. Sehemu ya tatu ni sehemu ya lamba. Sehemu hii ina pingili tano na sehemu hii pia ikipata athari yoyote ile, utahisi maumivu chini ya kitovu, kwenye kinena na maeneo mapaja, na sehemu hii ndio inapata madhara makubwa katika uti wa mgongo, kwa sababu imeunganisha baina ya mwili wa kifua na huu mwili wa kiuno. Kilichounganisha ni hii sehemu ya lamba. Sehemu ya nne ni cervical. Sehemu hii ina pingili tano vile vile. Sehemu hii ikipata athari, pingili kuvimba, kubana, kufituka, utahisi maumivu nyuma nyuma, makalio nyuma, nyuma nyuma wa miguu mpaka chini ya kisigino na nyayo. Sehemu ya tano ni sehemu ya cosigal. Sehemu hii ina pingili tatu nne hadi tano vile vile ukipata athari sehemu hii utahisi maumivu sehemu za chini ya haja kubwa. Hem, tuangalie ni sababu gani zinazopelekea uti wako wa mgongo kupata athari. Sehemu hizi zimejigawa sehemu mbili, kuna sababu za ndani ya mwili na sababu za nje ya mwili. Tukianzia na hizi sababu za ndani ya mwili Mtu mwenye upungufu wa madini ya calcium akikaa kwa muda mrefu ama kusimama kwa muda mrefu, hii itampelekea uti wake wa mgongo kupata athari, aidha pingili kubana, kufyetuka ama kuachia. Sababu nyingine ni uzito mkubwa. Uzito mkubwa pia husababisha uti wako wa mgongo kupata athari, na sio uti wa mgongo tu, hadi magoti pia. Ukiwa na uzito mkubwa, magoti yako pia yatapata athari. Umri kuenda sana. Watu kuanzia miaka 65 na kuendelea wana uwezo wa kupata athari ya uti wa mgongo kutokana na umri wao kuenda sana. Hem, tuangalie ni dalili gani ambazo ukijihisi katika mwili wako, jua kabisa uti wako wa mgongo umeshapata athari. Kwanza kabisa, kuhisi joto, kuhisi joto kali maeneo ya nyuma ya kifua pamoja na chini ya kiuno, jua kabisa uti wako wa mgongo umeshapata athari. vile vile kuhisi ganzi, inategemea ni sehemu gani itashika. Wakati mwingine ilo ganzi litakushika mwili mzima, sehemu za mikono, miguu, jua kabisa uti wako wa mgongo umeshapata athari. Kuhisi maumivu ya mwili, mikono, miguu, mbavu, shingo, yani kiufupi mwili wako mzima ukihisi na maumivu, jua kabisa uti wako wa mgongo umeshapata athari. Ukihisi una dalili zozote katika dalili hizi ambazo tumezitaja, usikose kufika Baitul Afya Herbal Clinic. Tunashughulika na matatizo mbalimbali ikiwemo tatizo la uti wa mgongo, nyonga, enka, magoti, stroke. Una mtoto wako wamechelewa kutembea? Tunashughulika na gesi, bawasili, tenzidume, mfumo wa uzazi wa kina mama pamoja na kina baba. Usikose kufika Baitul Afya Herbal Clinic tunapatikana Mwanyanya kwa Mwarabu. Mwisho wa kipindi hichi ni mwendelezo wa kipindi kizuri zaidi kuliko hichi. Namba zetu za simu ni 0773423570.